Anafahamika kama nguruwe, mnyama maarufu ambaye anafugwa na bin Adam, mara nyingi kwa ajili ya kitoweo au biashara ili kujiinua kiuchumi. Tofauti na ilivyozoeleka, safari hii washiriki zaidi ya elfu mbili toka mataifa mbalimbali barani Afrika watakutana nchini Tanzania, kujadili changamoto inayoikumba sekta ya nguruwe Afrika. Kuhusu kongamano la kimataifa la nguruwe APICON. Tanzania kwa mara ya kwanza imepata fursa ya kipekee ya kuwa mwenyeji wa kongamano la kimataifa la ufugaji wa nguruwe ambalo litafanyika tarehe 11 hadi 13 Septemba 2025 jijini Dar es Salaam, Tanzania. Lengo la kongamano ni kuwaleta pamoja wadau ili kutatua changamoto zinazoikabili tasnia ya nguruwe kwa bara la Afrika. Kwa kupitia njia mbalimbali ikiwemo mafunzo, vipindi vya uwasilishaji na majadiliano, pia kubainisha fursa za kimkakati zilizopo kama vile ufugaji wa kisasa, matumizi ya teknolojia, masoko yaliyomo ndani na nje ya bara la Afrika. Washiriki, kongamano hili linatarajiwa kuhudhuriwa na washiriki takribani elfu mbili, kutoka nchi washiriki barani Afrika wakiwemo viongozi wa serikali na wizara za kisekta, wawekezaji, vijana na wanawake, wanataaluma, wadau wa maendeleo, wafugaji na wafanyabiashara katika mnyororo wa thamani wa nguruwe. Matukio yatakayoambatana kongamano hilo ni pamoja na mafunzo kutoka kwa wataalamu na wadau wa maendeleo katika tasnia ya nguruwe, washiriki kufanya mijadala ya kibiashara na kuziamba, kuzi, kuzitambua fursa zilizopo kitaifa, kikanda na kimataifa pamoja na kutembelea uwandani kwa wadau kujionea namna ufugaji wa, wa kisasa wa nguruwe unavyofanyika. Faida. Kongamano hili litatoa nafasi ya kuwaleta pamoja wadau wote wanaohusika kwenye mnyororo wa thamani wa nguruwe. Aidha, inaipa nafasi Tanzania kuonyesha fursa za uwekezaji zilizopo katika tasnia ya nguruwe , kuongeza wigo wa masoko ya nguruwe na bidhaa zake katika nchi za Afrika, kuongeza ushiriki wa vijana na wanawake katika sekta ya ufugaji wa nguruwe na kuimarisha ushirikiano katika nchi wafugaji ya, ya barani Afrika.